Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama, pia wananchi ambao ni wadau wetu muhimu, linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kiusalama na ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu katika jiji letu la Dar es Salaam kwenye maeneo mbalimbali. Kwa kifupi sana, hali ya usalama kwa ujumla katika jiji letu la Dar es Salaam ni nzuri na wananchi wanaendelea na shughuli zao vizuri kama kawaida. Hata hivyo, pamoja na mambo mengine, huu mwezi wa Oktoba mpaka Novemba, ukiachana na mambo mengine, masuala ya msingi ya kushughulika na wahalifu katika mifumo ya kihalifu iliendelea, na mwezi wa Oktoba hadi Novemba Jeshi la Polisi kwenye sehemu za mashauri yaliyofikishwa kwenye ofisi ya mashtaka, lakini baadaye mahakamani, kumekuwepo na mafanikio yaliyowezesha baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwenye vyombo hivyo vya kisheria kusomewa mashtaka, lakini baadaye wakapatikana na hatia na watuhumiwa hawa walikamatwa katika muda tofauti tofauti ya mwaka huu na mwaka jana, ambapo mashauri yao yalifika mwisho. Sehemu kubwa ya makosa yaliyofikishwa kwenye vyombo hivyo ni makosa yanayohusiana na masuala ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Wote mtakumbuka miaka ya karibuni huko nyuma jinsi kina mama walivyofanyiwa vitendo vya kikatili na wengine wakapoteza maisha, lakini watoto wadogo jinsi walivyokuwa wanafanyiwa vitendo vya kubakwa na kulawitiwa katika maeneo ambayo mnayakumbuka kwa rekodi. Mashauri yale baadhi yake yamefika mwisho, na baada ya kufikishwa kwenye mahakama za kisheria, watuhumiwa walipatikana na hatia. Miongoni mwa watuhumiwa waliopatikana na hatia ni pamoja na mtuhumiwa aliyefahamika kwa jina la Abubakari Memba maarufu kama Abu, huyu ni mkazi wa Mbagala ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama ya wilaya ya Temeke kwa kosa la kulawiti. Yupo mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Julius Jasto Mbwambo, mkazi wa Ukonga, huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ilala kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Yupo mtumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Paulo Elisha, mkazi wa Kawe, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kinondoni kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Yupo mtumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Eric Mwagama, mkazi wa Kimara, alihukumiwa na mahakama ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Mtumiwa mwingine Khalifani Ramadhani, mkazi wa ponza Chamazi alihukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini wapo watuhumiwa wengine waliofahamika kwa majina ya Jacksoni Twemwe Sige na Abrahamu Hasani Mkwawa, hawa ni wakazi wa Ukonga, walihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ilala kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali. Ukihachana na hayo mafanikio ambayo Jeshi la Polisi kwa kushughulikiana na mamlaka zingine za kisheria yamepatikana, kwa watuhumiwa waliokamatwa wengine mwaka jana, wengine mwanzoni mwa mwaka huu, mashauri yao kuwa yamemalizika. Katika sura ya namna hiyo, Jeshi la Polisi kanda maalumu ya Dar Salaam, kuelekea sherehe za Christmas, kama mmivyoona soko letu la Kariakoo linawa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 wa Jeshi la Polisi na kwamba hatutasita. Pia Jeshi la Polisi baada ya kutoa maangalizo haya halitasita kuchukua hatua za kisheria kwa mtu au kundi lolote ambalo litajielekeza katika kutenda makosa ambayo ni kinyume na sheria. Polisi pia inaendelea kutoa tahadhari kwamba kumekuwepo na mfumo na tabia ya watu kwenye sherehe hizi kujipigia mabaruti na fataki ovyo. Watu wanafanya maandalizi ya kupiga mafataki na baruti ovyo kwenye sherehe hizi. Masuala haya yana utaratibu wake, ni marufuku na haikubaliki kisheria mtu asiyekuwa na kibali kupiga baruti au fataki, kwa sababu upo utaratibu unaoelekezwa ni wapi fataki inaweza kupigwa au baruti kulingana na kanuni na sheria za upigaji wa fataki hizo. Polisi haitasita kuchukua hatua kwa watu ambao watakiuka taratibu hizo za kisheria. Baada ya kusema hayo, Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam inawatakia wananchi wa Dar es Salaam ambao sasa hivi wako kwenye maduka mbalimbali mbali na masoko mbalimbali, maandalizi mema ya kusherekea kwa amani sikukuu hizo, na jeshi kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya wa kiusalama watahakikisha usalama wetu unazidi kuimarika kwenye jiji letu, na tutaendelea kushirikiana na wananchi wote wema kuona kwamba jiji letu linaendelea kuwa salama kama ambavyo sheria sisi zinatutaka watu wawe salama, pamoja na mali zao. Asanteni kwa kunisikiliza.